Gumzo nchini Kenya limezuka tena kuhusu tabia za wanajeshi wa Uingereza waliopo nchini humo kwa ajili ya kufanya mazoezi ya kijeshi. Batuk ambayo kirefu ni British Army Training Unit Kenya, ni kikosi kikubwa zaidi cha wanajeshi wa jeshi la Uingereza barani Afrika, kinapatikana katika eneo la Nanyuki, kilomita mia mbili kaskazini mwa mji mkuu wa Nairobi. Kisa cha mmoja wao kumbaka mwanamke Mkenya ni mwendelezo wa vitendo ambavyo vimezua hofu zaidi. Pia ni taarifa zilizopokuwa mtuhumiwa huyo tayari amerudishwa nchini mwake. Kulingana na makubaliano, Kenya ina mamlaka kamili ya kutoa adhabu kwa mujibu wa sheria kwa mwanajeshi wa Uingereza watakapopatikana na hatia wakiwa nje ya maeneo ya kazi. Hii inajumuisha vitendo vya upakaji. Hata hivyo, mpaka sasa serikali ya Kenya bado haijatoa ufafanuzi kwa nini mwanajeshi huyo amerudishwa Uingereza kabla ya kufikishwa mahakamani nchini Kenya na kujibu tuhuma zinazomkabili. Tukio hili linaongeza hasira za baadhi ya Wakenya ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakilalamikia tabia za wanajeshi hao. Kwa mfano, hali ya taharuki iliibuka mwaka elfu mbili kumi na mbili pale raia mmoja kwa jina la Agnes Wanjiro mwenye umri wa miaka ishirini na moja ambaye mara ya mwisho alionekana akiwa hai na wanajeshi wa Uingereza karibu na kambi yao. Baadaye mwili wake ulipatikana kwenye tanki la maji taka. Hadi sasa, familia ya Wanjiro inasema bado haki haijapatikana. Kufuatia malalamiko hayo mwaka 2024 bunge la Kenya lilifanya uchunguzi wa madai hayo dhidi ya wanajeshi wa Batuk na Wakenya walijitokeza kutoa ushuhuda wao. Jamii ilishangazwa kuona pia kati ya madai hayo kulikuwa pamoja na mauaji, unyanyasaji wa kingono, kuwagonga watu na gari zao na wengine wakidai kuachwa na ujauzito. Kikosi hicho kinalolaumiwa kwa kuwa chanzo cha moto mwaka elfu mbili ishirini na moja ambao uliharibu takriban ekari elfu kumi na mbili za ardhi katika hifadhi binafsi ya Lolidaiga katika eneo la katikati mwa Kenya. Wizara ya usalama ya Uingereza imejitetea kusema kuwa kila mwanajeshi wa Uingereza ana mwelekeo wazi wa jinsi ya kuishi ndani na nje ya kazi. Uingereza na Kenya zilisaini upya mkataba wa miaka mitano ya wanajeshi hao kuendelea na mafunzo yao nchini Kenya mwaka 2021 na una thamani ya zaidi ya dola milioni 69.